Wana eh, wanajamvi au jukwaa la Jioni ya Zamani. Jioni ya Zamani ni asasi sio ya kiserikali, ambayo ndani yake kuna jukwaa la Jioni ya Zamani ambalo linakutanisha vijana wa zamani au wazee wa leo na vijana wa leo au vi, uh, wazee wa kesho. Unajua nyinyi ni wazee wa kesho eh? Eh, sasa nyinyi vijana wa leo ambao ni wazee wa kesho mnakutana na vijana wa zamani ambao ni wazee wa leo sindio eh? Ili kuweza kushirikiana tukielimishana katika mambo yote yanayohusu maisha, tunapeana uzoefu wa kile ambacho tunakipitia katika maisha ya leo, lakini na yale ambayo wazee wa, wa, wa leo vijana wa zamani waliyepitia enzi wakiwa na umri kama wa kwenu mambo yetu kwa ndani, lakini sasa tunaanza kutoka, na hatutagusa makundi haya tu, tutakwenda kugusa makundi mengine, na huu ni mwanzo. Tunatamani matendo yetu yaongee zaidi kuliko sisi kuwa tunazungumza sana. Ni jambo la kushukuru na la kufurahi kwamba watoto tumewakuta salama na wamefurahi. Nishukuru timu ambayo imefika hapa, kuanzia wapishi wote wamefanya kazi yao vizuri, yani wamefanya kazi yao vizuri sana na watu kila mmoja, kuna ambao walikuwa wanajenga wamejenga wamepata nafasi ya kujenga miundo mbinu fulani ya maji hapa. Tumefurahi vijana wamejitoa, wakupasua kuni, wakucheza na watoto wa kuzungumza, kuwafundisha. Tumepata nafasi nzuri sana kwa hiyo mimi niwashukuru na nipende kusema pale ambapo tunapata nafasi ya kugusa au kuwafikia eh, vijana au watu au makundi maalum basi tuweze kupata nafasi hiyo. Jioni ya Zamani ni jukwaa, kila mmoja anaweza kufika na kila mmoja anaweza akatoa mawazo na yakafanywa kazi. Tunaheshimu mawazo ya kila mmoja, lakini pia tunathamini nguvu na, na hali ya kila mmoja ambayo yuko pale. Kwa hiyo yoyote tunamkaribisha sana mawazo ya hapa na pale. Tumepata nini kutoka kwao? Wameweza kutushirikisha ndoto walizo nazo kama watoto kama vijana, lakini tumeweza kuwachagiza na kuwapa chachu ya namna gani ya kuziendea ndoto zao kupitia mazingira haya wanayoyaishi. Lakini pamoja na hayo, tumewatia moyo na kuwapa hamasa ya kuweza kuvumilia eh, changamoto zote wanazozipitia kama vijana wapo hapa katika mazingira haya wakipata malezi kutoka kwa watu waliojitolea kwa hali na mali zao, ili kuweza kuwalea hao vijana au watoto, ili waweze kutokana na mazingira magumu walionayo, na mwisho wa siku waweze kufikia ndoto ambazo wanaziota wanazoziwaza na wanazofikiria kwamba katika maisha yao wanayoyapitia pamoja na ugumu walionao lakini katikati yao kuna wenye njozi kubwa. Kuna mpaka mmoja anatuambia kwamba anatamani siku moja awe rubani. Kuna daktari humu ambaye anajipika, lakini hapa tumepata walimu wengi na, na, na, na, na maaskari wako hapa na wanasanaa kuna binti mmoja anaeleza yeye anatamani kuwa msanii aweze kufurahisha watu katika jamii kwa sababu ameishi katika mazingira ya upweke yaliyomfanya aweze kujihisi kuwa ametengwa lakini amekuwa akipata burudani kutokana na sanaa anazokuwa anaziona kupitia TV inampa burudisho na kumrejeshea tumaini ya kwamba yeye pia ni mmoja kati ya watu kwenye jamii kwa hiyo hii imeweza kutupa eh, mwanga wa kuweza kujua kwamba ha, kumbe hata watu ambao wako katika lindi fulani la kifungo au la maisha duni ya kijamii, wanaweza bado wakawa na njozi. Wanaweza wakawa na njozi, lakini sasa njozi zao ili ziweze kufikiwa ni lazima waweze kupata mioto kutoka nje. Watoto hawa wanafurahi sana, wanajisikia raha kabisa. Tumecheza michezo mbalimbali ambayo tumeshiriki pamoja na wao na wamejisikia vizuri, wamejisikia kuchangamka na wamejisikia katika jamii wao, pia wana sehemu ya kuweza kukaa na watu wakashea michezo mbalimbali mbali, na hata mazungumzo mbalimbali na hata na wao pia tunawasikiliza stori mbalimbali pamoja na hadithi na kadhalika. Kwa hiyo wanajisikia vizuri, kwa ni kukaribisha na wewe katika kituo cha foundation eh, Bembeleza Foundation ili kuja kuwatia moyo na hata kuwasaidia kama vile mavazi eh, sabuni, chakula, madaftari, maana pia wanasoma. Kwa hiyo wanajisikia vizuri wanapopata watu au wageni wanaotembelea na kuwajulia hali na kuwasaidia katika yale ambayo ni mahitaji ya lazima. Tunaweza kuwagusa kwa maeneo mbalimbali. Miundo mbinu ya huku pia sio rafiki sana kipindi hichi cha mvua. Tuna uwezo wa kushirikiana na wadau mbalimbali, zikiwemo taasisi za kiserikali kuweza kuleta maboresho ya ujenzi wa barabara madaraja yaliyoharibika na kipindi hichi cha mvua, unaweza kuwagusa kwa namna hiyo. Pia imekuwa ni siku nzuri, tumeenjoy nao na tumefurahi, na kama unavyoona vijana wenzetu kule wanaendelea kufrahi. Hii kwetu sisi imekuwa ni burudani na, na imetutia hamasa kwa ujumla kushirikiana na vijana wengine katika jamii. Tumekaa na watoto kwanzia asubuhi, tumeenjoy, tumecheza nao, tumekula pamoja. Wanaupendo sana, pia wanajali, pia wanaohofia Mungu. Ni wenzetu, tunaomba tuwe tunawakumbuka. Ukipata nafasi, kumbuka watoto hao. Niko na hawa watoto nawalea tangu wadogo, tangu chekechea. Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi wamekuwa wakubwa, wengine wako la saba wengine la sita, mdogo kabisa ndio huyo yuko la kwanza. Ndio mdogo wayana furahi sana kwa moyo wenu kwa kuja kujumuika na watoto hawa, nao wajisikie kwamba wana wazazi, yaani wamejisikia wana wazazi wana dada wana kaka. shukuru kwa wageni siku ya leo, wamekuja kututembelea. Tunafurahi, tumeenjoy Mungu akawaongezea na akawabariki sana. Wametuletea zawadi mbalimbali na tunajisi kaa sisi ni mmoja wao kwenye hilo hilo grupu lao. Yaani wametufundisha mambo mengi, wametufundisha kuhusu ndoto zetu, kwa hiyo na sisi tunajiamini. Tunawashukuru sana. Siku leo kweli ni siku muhimu, au ni siku ambayo ni kama tuseme haijaitokea. Namshukuru Mungu na pia nawashukuru hawa waliokuja kututembelea. Nawashukuru hata nanyi pia wengine ambao labda mnatamani kuja, lakini bado hamjaja. Tunaishi kama familia na hao wengine wote waliokuja ni familia yetu. Wametupa moyo kuwa hatuko wenyewe, tuko nao. Wamekuja maanko, kuna maantis, kuna makaka kwao tunasema asante.